Baraza Kuu lina wajumbe 456. Kati ya walioondoka kwa sababu ambazo zinaeleweka ambazo na wao wanazijua, wameondoka wajumbe 20 kati ya wajumbe 456. Mkutano Mkuu wetu una wajumbe 1194. Kati yao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 Ni mambo ya ajabu na ya kusikitisha, lakini Watanzania wanaelewa haya.